Hivyo unafahamu kwamba moja ya eneo kubwa sana ambayo inaleta changamoto hasa kwenye hatua za ufugaji, ukianzia hatua ya kwanza kabisa ya uleaji wa vifaranga ni hatua ya kulea vifaranga. Lakini pia unafahamu changamoto kubwa ambayo inatokea kwenye masuala mazima ya ufugaji, hasa kwenye hatua ya kulea vifaranga. Kama wewe ni mhanga kwenye masuala mazima ya namna na jinsi ya kufuga eh, kuku kuanzia hatua ya mwanzo kabisa, hasa hasa vifaranga basi hii video ni kwa ajili yako. Na inawezekana wewe upo kwenye hatua ya kulea vifaranga au tayari na kuku ambao ni wakubwa, lakini nafikiri unafahamu vitu ambavyo vinatokea hasa hasa ukiwa kwenye hatua ya chini kabisa ya kulea vifaranga. Mbinu mbalimbali ambazo kwa zinatumika hasa hasa eh, kupunguza changamoto ya vifo, na inawezekana hata wewe unazifahamu, lakini leo ningependa nikupe, eh, binu ambayo itakusaidia sana wewe kuweza kujua vifaranga vyako kama eh, vinakula chakula pamoja na kunywa maji. Na hii ni changamoto kubwa sana hasa kwa wafugaji wengi ambao wanaingiza vifaranga bandani, lakini baada ya siku tatu nne vifaranga vinaanza kufa ovyo, ovyo, na changamoto kubwa inatokana na kushindwa kunywa maji au kupata chakula kwa wakati. Jina langu naitwa Lembo Kija Mfaji, ambaye napenda sana hii biashara ya ufugaji wa kuku, cha kufanya twende mpaka mwisho ili kusudi ni kusaidia kujua kwa urahisi kabisa jinsi gani utaweza kurahisisha uleaji wako wa vifaranga kwenye eneo lako la ufugaji wa kuku. Unapoanza biashara ya ufugaji wa kuku ndugu ambao unaniangalia na kunisikiliza, kwanza kabisa lazima ufahamu kwamba hatua kubwa na ngumu ambayo huwa inaleta changamoto ni hatua ya mwanzo kabisa ya jinsi gani unaweza ukalea vifaranga na mwisho wa siku viweze kuletea matokeo, kwa maana kwamba vikue kutoka hatua ya chini kabisa. Na ukiweza kulea vifaranga, kuna uwezekano mkubwa hata hatua zingine ambazo zinafuata baada ya vifaranga ukaweza kuvifanya kwa urahisi kabisa. Kuna uwezekano mkubwa sana wewe ni mtaalamu sana kwenye masuala mazima ya kulea vifaranga, lakini kama hujui zarili ambazo huwa zinajitokeza kutokana na vifaranga eh, jinsi wanavyoonyesha kuna uwezekano mkubwa sana usiweze kulea vifaranga kwa makini. kuna hatua ndogo ndogo ambazo wewe mfugaji ambaye upo kwenye biashara ya ufugaji wa kuku au unategemea kuingia, zitakusaidia sana kuweza kufahamu vifaranga vyako wanakula chakula, wanakunywa maji au hawanywi maji wala kula chakula baada ya kuleta vifaranga e, masaa sita baada ya kuleta vifaranga, vifaranga ambavyo unavyo, kwa mfano vifaranga mia kwenye eneo lako la uleaji wa vifaranga, kunakuwa na vifaranga sabini ambavyo huwa vinakuwa tayari vimesha kula chakula ndani ya masaa sita baada ya kuleta. Lakini ndani ya masaa kumi na mbili baada ya kupokea vifaranga, huwa kunakuwa na asilimia themanini ya vifaranga vyako vinakuwa vimesha kula chakula. Yakishafika masaa ishirini na nne kwa maana ya siku moja ikishapita kunakuwa na uwezekano mkubwa wa kwamba vifaranga vyako vyote vinakuwa vimeshapata chakula na maji kwa wakati husika kabisa. Changamoto inatokea pale ambapo wewe unalea vifaranga lakini, pia haufahamu kwamba vifaranga vyangu ambavyo vinavilea vimepata chakula na maji au havijapata. Hiyo ndio changamoto kubwa sana. Kuna mbinu kadhaa ambazo wafugaji mara nyingi huwa wanazitumia sana na zinafanya kazi, lakini zina upungufu yake. Moja ya mbinu hizo ni kwamba eh, ya kwanza, kuangalia uwepo wa chakula kama kipo kwenye eh, vyombo vya chakula au hakipo. Lakini mbinu ya pili wanayoitumia ni kuangalia uchangamfu wa vifaranga ambavyo wanavilea kwenye bruda, kama vimechangamka, basi inawajilisha kwamba tayari vifaranga vimesha kunywa maji pamoja na kula chakula. Kuna mbinu ya tatu ambayo ni muhimu sana na itakusaidia sana wewe kuweza kufahamu kabisa kwa asilimia mia kwamba vifaranga vyako vimepata chakula pamoja na maji. Mbinu hiyo ni kuangalia eh, uwepo wa vifaranga vyako ambavyo vimesha kula chakula na kunywa maji kwa ujumla. Utawezaje kutambua kwamba vifaranga vyako vimekunywa maji pamoja na kula chakula kama inavyopaswa? E, unaweza ka, ukakagua kwenye vifuko vyake kwa hao vifaranga kuweza kujizihirishia kabisa kwamba vifaranga vyako vyote vimekula chakula na lengo la kufanya hivyo ni kwamba kuhakikisha hakuna changamoto ya vifo ambavyo vinatokea hasa siku za mwanzo za uleaji. Na ukumbuke kwamba vifo kwenye masuala mazima ya uleaji vifaranga wote vinatokea wiki ya kwanza ya kuanza kulea vifaranga, na hapo vinatokea kwa sababu kuna baadhi ya vifaranga huwa havili chakula wala kunywa maji. Na baada ya siku ya kwanza, ile ya pili, ya tatu na ya nne ndio vifaranga huwa vinakufa sana, na vinakufa kwa sababu havijapata chakula au havikupata chakula wala kunywa maji kwa wakati, nayo changamoto ndio inatokea mara kwa mara. Ndio maana unaweza ukajikuta wiki ya kwanza ya uleaji wa vifaranga ndiyo unakuwa wiki ngumu sana, hasa hasa kwa wafugaji ambao wanaanza au hata wale ambao wana uzoefu wa kutosha kwenye masuala mazima ya ufugaji wa kuku. Kama unataka kujizidishia kwamba usikumbane na vifo wiki ya kwanza ya uleaji wa vifaranga vyako, hakikisha unakagua vifaranga kama vimekula chakula, sio kuangalia kwamba chakula kwenye e-feeders, au kwenye drinkers maji yamepungua. Hapana, yanaweza akapungua chakula, kinaweza ikapungua kwenye fida na maji akapungua kwenye drinker, lakini kuna baadhi ya vifaranga havijala wala havifahamu vyakula viko wapi na maji yako wapi. Kwa hiyo inabidi ufami ufanye hivyo kwa kukagua mifuko, ili kusudi kujiridhisha kabisa kwamba au kutani na changamoto ya vifo hasa hasa hatua za mwanzo kulea vifaranga vyako ambavyo unavifuga. Kama umeenjoy kuangalia hii video, unaweza ukashare kwa mtu mwingine ambaye na yeye ana interest kubwa sana kuhusiana na masuala mazima ya ufugaji wa kuku. Lakini pia unaweza ukaniandikia hapo chini kwenye comment kama una swali au kuna changamoto ambayo inakukumba kwenye eneo lako la ufugaji wa kuku, ili kusudi uweze kuitatua na mwisho wa siku uweze kufanya ufugaji wako, ambao naamini utakuletea matokeo makubwa zaidi. Asante sana, tukutane katika video nyingine.